kuna upungufu mkubwa wa maji katika vitongoji vitatu, kitongoji cha Ikulungilo, Rufungu na Kijiweni na shule ya msingi Ikulungilo. Kutokana na changamoto hii, wananchi wameweka mkakati kila mwananchi kuchangia shilingi elfu kumi ili kununua sim tank tatu za lita elfu tano kwa ajili ya kukusanyia maji katika vitongoji hivi pamoja na vifaa vingine. Hii ni kwa muda mfupi tu. Hata hivyo, ili maji yatosheleze, tunatarajia kujenga intake mpya kwa ajili ya vitongoji hivi vitatu pamoja na ujenzi wa tenki kuu. Tuna shida ya maji, vijiji vya Rupanga na Utilili vilipata mradi kutoka mama, watu wa Marekani walikuwa wajenge miradi ya maji kwa vijiji vya Utilili na Rupanga, lakini kuingia kwa Rais Donald Trump kumesimamisha shughuli zote. Mikataba ilishasainiwa, lakini sasa kutokana na kuingia huyu mheshimiwa basi, shughuli e, zote zimesimama. Sijui kama watatujengea vipi, lakini kwa kijiji cha Lusala maji yalikuwepo kama yalivyoelezwa kwenye taarifa, isipokuwa kuna vitongoji vitatu kitongoji cha Ikulungilo na kitongoji cha Lufumbu na Kijiweni havipati maji ya uhakika. Nadhani Ruasa wanaelewa, nimeshakwenda mara kadhaa, na kijiji kinachukua hatua za makusudi kabisa kuhakikisha kwamba e, kitu vitongoji vile vinapata maji. Tatizo la pili ni madini, wameeleza hapo kwenye taarifa hiyo kwamba kuna kampuni inaitwa kampuni ya That Company Limited inatoka Dar es Salaam, imechukua eneo la madini huko, lakini hawa watu hawajajitambulisha kijijini, hata kijiji hakiwatambui. Lakini e, ni muda mrefu wana leseni na hawaendelezi, hata kama kijiji hakiwatambui hawaliendelezi lile lile eneo lao ambalo wana leseni nalo na hapa Rusala kuna kikundi kidogo cha wachimbaji madini kinachoitwa Rusala <coughs> Mining Group. Wanashindwa kufanya kazi katika eneo lile kwa sababu tayari lina leseni ya watu. Tendo hilo linainyima halmashauri mapato na serikali inakosa mapato. Vijana wanashindwa kujiendeleza eh, kutokana na vibali hivyo ambavyo hiyo kampuni inayo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya tunakuomba utusaidie katika hili maana, vijana wanahangaika hawana ajira, lakini mali zipo katika kijiji chao, wanashindwa kuziendeleza kwa sababu tayari maeneo hayo yana maleseni ya watu ambao ni muda mrefu hawayaendelezi, lakini pia hata kijiji hakiwatambui hawajajitambulisha kijijini. Tuna mambo kama matatu ambayo pengine yanahitaji msa jambo la kwanza ambalo kwetu limekuwa ni changamoto ya muda mrefu, tulikuwa na maeneo ya kijiji cha Itundu ambayo mwanzo, kama kijiji, walipewa baadhi ya taasisi wazitumie mwanzo walipewa watu wa Njoruma watumie lile jengo, walitumia, wakaja wakalirudisha, wakalipangisha kwa watu wa Saccos. Baadaye tumekaa na watu wa Njoruma tukiwa na afisa tarafa, fikiri yupo hapa. Tumekaa na afisa tarafa, amelifanyia kazi kwa muda mrefu sasa, nafikiri ni miaka karibia mitatu au minne, halina majibu. Wakati alipokuja afisa ushirika wa mkoa aliwaagiza watu wa Njoroma watukabidhi lile jengo tuanze kutumia. Kwa changamoto kubwa ni watu wasakosi hawako tayari kukabidhi, lakini afisa tarafa nafikiri atakuwa na majibu atatusaidia jengo hilo. Lakini jambo la pili humu, uh, kwenye risala kuna jengo kwa ajili ya kujisubiria kina mama na majiko kwa ajili ya, ya kupikia. Kuna jengo liko la MTC jengo lile lina uwezo wa kutumika kujisubiria kina mama pamoja na kupikia na wa, wanaouguza kutoka sehemu mbalimbali. Changamoto kubwa jengo lile linahitaji watu wakiwepo ndani ya lile jengo, kuna gharama zinahitajika, hawawezi kukaa bure. Kwa mfano, panahitajika umeme, panahitajika maji, kwa unakuta kama linawekwa, watu wanatakiwa kuchangia aidha za shilingi elfu moja kwa siku au elfu mbili kati itakavyokupendeza, lakini miongozo ya serikali kuu hairuhusu mjamzito kulipa. Kwa hiyo wanalazimika kuendelea kuteseka na kusubiri mpaka serikali itakavyokuwa imepata fedha. Kwa hiyo nafikiri hilo pia unaweza ukaona namna ya kutusaidia utakavyokuwa unasimama, kama inawezekana liendelee liandaliwe kwa ajili ya kutumia wa wajawazito wazito na kupikia watu wanaotoka maeneo ya mbali, lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ambalo lipo kwetu ni ishu ya hao wenzetu ambao wamejenga barabara ya njom, ya Lusitu Mawengi. Walianza kujenga tenki la maji, lakini pia wameishia njiani, kao unaweza ukatusaidia kufuatilia wapi wamefikia sasa. Ndugu zangu, hoja sio kwamba kamati kupitia ngazi ya kijiji kupitia wapi, swala ni kwamba je, tuko tayari kushirikiana na chombo cha watumia maji. Musipofanya nyinyi, wapo wanaofanya. Mheshimiwa Diwani, wewe ni shuhuda, kulikuwa na mradi pale ulikuwa umesimia wa pale kijiji cha nani kile Mavara, wewe unaofahamu ule mradi, ni viongozi wa chama mnaofahamu ule mradi, na kuna mradi mwingine huko pale Lufuyo. Hii miradi ni kama ilizimia Nimepambana kwa hali na mali kwa kushirikiana na mheshimiwa Kamonga, zikapatikana fedha wakandarasi wamerudi saiti. Mfano mradi wa Mavala, mpaka kesho kutwa tumeshaushika kwamba mwenge uende ukashuhudie na wananchi. Niliwaahidi kabla ya Ijumaa Kuu, yani ile saa tisa, kabla Yesu hajapandishwa msalabani, maji mtayashuhudia, na wakaanza kutumia kutumia maji pale Mavala. Na sasa hivi wameshaanza kwa kutumia chombo cha watumia maji. Kata ziko ngapi? Mbili, no, kata tatu. Kuna kata ya Ludende, kata ya Milo pamoja na kata ya no, ni kata hizo mbili, kata ya Ludende pamoja na kata ya Milo. Lakini wako tayari. Sasa ndugu zangu, msipofanya nyinyi, mjue wapo watu wanafanyaje? Wanafanya. Jana ilikuwa siku ya wafanyakazi. Kama mlikuwa mmesikia hotuba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama mlifuatilia kwenye vyombo vya habari, kipo kipengele alisema kwamba wapo watu wanasema kwamba barabara bara mbovu mbovu mbovu mbovu, hii barabara itatengenezwa, hii barabara itafanyaje, itatengenezwa. Je, barabara hii kisha kamilike, imetengenezwa kiwango hiko cha zege kutoka Njombe mpaka Ludewa, wewe ndugu yangu, barabara hii itakunufaisha na kitu gani? Wapo watu wanaanza kujenga kando kando wa barabara, wapo watu wanalima kwa ajili ya kusafirisha mazao, wapo watu wanaanza kupanda miti, wengine wanavuna ili isaidie kusafirisha, wapo watu wanafanya shughuli za kilimo cha parachichi, chai, kahawa na vitu vinginevyo, ili barabara hii iwe na manufaa. Wapo watu wanajenga sehemu za kimkakati kwa ajili ya kujenga nyumba za wageni. Wewe itakunufaishaje? Hilo ndio swali ambalo unataka ufanyaje kujiuliza, mimi huu mradi utaninufaishaje?